Kwa jina ninaitwa Daktari Nyamatari Anselim Mtengecha. Mimi ni daktari wa filosofia. Nimekuwa mjumbe wa sekretarieti ya CHADEMA Taifa na pia nimekuwa mjumbe wa kamati kuu ya CHADEMA Taifa. Mheshimiwa Afande Raisi, mimi ndiye mkurugenzi wa ulinzi na usalama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa. Mheshimiwa, nimeamua kuja leo mbele hapa kwa sababu ya mambo machache. Kwanza Mheshimiwa Rais, nikuombe kama mama na rais wa Jamhuri ya Muungano, unisamehe sana. Nimekuwa afisa wa jeshi la polisi kwa zaidi ya miaka kumi. Serikali yako ya Chama cha Mapinduzi ikanipa ruhusa ya kwenda kufanya masters nchini China na baadaye PhD upande wa navigational science. Nilivyorudi mheshimiwa Rais mwaka jana, nikakengeuka nikaenda upande wa pili bila sababu ya yote. Leo nimerudi kuitumikia nchi yangu kupitia chama cha cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, mimi ni mzaliwa wa kanda ya Victoria, ninajua nguvu ya chama hiki, ninaujua usalama wa nchi hii uko chini ya chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais, nilivyokuwa mkurugenzi wa ulinzi na usalama, ninaomba unisamehe sana, kuna mambo makubwa mengi tunayafanya ambayo nikipata nafasi ya kuongea na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nitayasema kwa wazi. Sitaki kuwa sehemu ya utekaji, sitaki kuwa sehemu ya kuchochea, sitaki kuwa sehemu ya kuchoma nyumba za polisi, kuwateka polisi, kuwateka Watanzania alafu baadaye nisingizie midara ni ya ulinzi ya usalama na jeshi la polisi ambalo limenilea mpaka hapa nilipofika. Mheshimiwa Rais, kuna mambo mengi makubwa. Leo nimekuja hapa, mipango yao yote imevurugika, hakuna chokochoko choko, na kesho watu wataenda kutiki. Mheshimiwa Rais, niseme madogo Tuligoma kuingia kwenye uchaguzi, mheshimiwa.